Katika siku ambayo mashabiki wa Zuchu pamoja na msanii Diamond Platinum walikuwa wanatamani ifike kwa haraka sana ni hii siku ya leo. Tunakumbuka uh, hivi juzi kati Zuchu walipatiwa zawadi nyingi sana na msanii Diamond Platinum ikiwemo pete ya dhahabu, na namna ambavyo aliandika katika caption, alieleza ni kwa namna gani amefurahi kuona msanii Diamond Platinum amempa thamani kubwa sana, lakini pia ile zawadi ambayo amempatia ya pete ya dhahabu ni za ya namna ya tofauti sana, lakini pia ukiangalia msanii Diamond Platnumz akaahidi kumfanyia Zuchu sherehe kubwa sana, sherehe ya ndoa yao, sherehe ya harusi yao. Namna ambavyo ametamani ifanyike ni namna ya tofauti. Ukiangalia ndoa yao ilifungwa, ni ndoa ya mkeka tu, ni ndoa ambayo haikuwa na sherehe yote, haikuwa na tafrija yoyote, na kupelekea maswali mengi kwenye mitandao ya kijamii wengine wakiwa wanajiuliza, imekuwa jikwaje msanii Diamond, msanii ambaye ana pesa nyingi hapa Tanzania, eh, basi kufunga ndoa ya mkeka, kama vile kuna kitu gani ambacho kinaendelea, mpaka kufikia hatua maswali mengi kuzuka zaidi, na wengine wakiwa wanadai huenda msanii, eh, Diamond Partner pesa zake ni za masharti, huenda hilo likawa ni moja kati ya sharti lake ambalo amepatiwa, lakini tunaweza kusema Diamond Platinum siku leo ametegua hiyo kauli ambayo watu walikuwa wanazungumza kwamba yeye hawezi kufanya sherehe, eti yeye hawezi kuoa kwa harusi e, banae, Zuchu amefanyiwa jambo la tofauti sana na msanii uh, Diamond Platinum. Lakini pia kitu kikubwa ambacho Diamond ameendelea kujivunia siku ya leo ni namna ambavyo ameona mama yake kipenzi, Mama Dangote, pamoja na dada yake Esma Platinum wameungana kwa pamoja kwa ajili tu ya kusherehekea pamoja hii shughuli ili mradi iweze kuendelea. Ilifika hatua Zuchu pamoja na Mama Dangote pamoja na Esma Platinum hawazungumzi. Hilo jambo likawa linamuumiza sana kichwa msanii Diamond Platinum. Diamond akawa anajiuliza nitafanya nini? Mama yangu pamoja na Zuchu au ya dada yangu pamoja na Zuchu wawe sawa kwa sababu Diamond upendo wake upo kwa wote. Upendo haya, anampenda mama yake, sio upendo ambao anampenda Zuchu. Upendo anampenda Zuchu ni tofauti. Anampenda kama mke wake, lakini pia mama yake yake yake Platinum yake ana ana nafasi nafasi na dada Esma Platinum kwa kiasi kikubwa sana. Sasa Diamond siku ya leo alipoona mama yake mama Dangote Esma aye pamoja na Zuchu wameungana kwa pamoja wakiwa wana furaha, ni jambo ambalo yeye binafsi amejivunia kwa asilimia kubwa sana ae, kwa sababu hili bifu la mama yake pamoja na Zuchu alijaanza leo, ni bifu la muda mrefu sana. Kuna kile kipindi ambacho dada wa taifa Mange Kimambi alikuwa anazungumza hadharani na kudai kwamba mama Dangote leo kesho hawezi kumpenda Zuchu, hawezi kukubali Zuchu kuwa mkwe wake, na mara nyingi sana huwa anampiga vita kwa msanii Diamond Platinum, na kumwambia Diamond, sitaki kumwona huyo mwanamke hapa. Lakini pia tunaweza kusema tunampongeza Zuchu kwa sababu amekuwa ni mwanamke ambaye amemvumilia Diamond kwa kipindi kirefu sana, amekuwa ni mtu ambaye hasikilizi maneno ya mitandaoni, hasikilizi maneno ya Mama Dangote. Yeye anasonga mbele, anaangalia mpenzi wangu ananipenda, ndiyo ananipenda, basi maisha mengine yanaweza kuendelea, lakini tungesema eh, Zuchu aangalia au asikilize maneno ya Mama Dangote, huenda mpaka leo hii eh, basi msanii Diamond Platnumz asingekuwa na mahusiano na Zuchu. Lakini Zuchu uvumilivu wake umemsababisha akapata matunda mazuri na mpaka leo hii tunaona familia nzima ya Diamond imeamua kumsupport Zuchu kwa kiasi kikubwa sana haijawahi kutokea. Diamond Platnumz ameenda sherehe kubwa sana nyumbani kwake, amealika watu wengi sana amealika marafiki wengi sana, sana, ndugu jamaa na familia nzima wamekusanyika kwa pamoja kwa ajili ya kusherekea pamoja, ameamua tu kuifanyia hapo nyumbani kwake, nyumbani kwa mama yake, Mama Dangote, na kuonesha wazi ni kwa namna gani alikuwa anatamani kuona mama yake, ae, dada yake pamoja na mke wake Zuchu wakiwa na furaha kwa pamoja, wakiwa wakiwa wameenjoy kwa pamoja. Wakiwa kama hivi wanasherekea kwa pamoja pamoja kama hivi, ni jambo la furaha sana kwa msanii Diamond Platnumz, na wale ambao walikuwa wanazungumza mitandaoni na kudai kwamba Mama Dangote hawezi kupendana na Zuchu, ni ni kama kama vile limewashuka, ni kama vile wameamua kuwajibu hadharani kwamba uh, watu wanagombana, lakini watu hao hao wanapatana. Vikombe vinagongana katika kabati, lakini baadaye vinakaa sawa. Hivyo basi ni namna ya tofauti sana, lakini pia ni namna ambavyo Diamond ameamua kutumia uh, kama fursa ya yeye kuwakutanisha au kuwapatanisha mke wake kipenzi Bizuhura pamoja na mama yake mama Dangote pamoja na dada yake kipenzi Esma Patnam, kwa sababu walikuwa ni watu ambao ni maasidi kwa kiasi kikubwa sana, na tunaweza kusema kuna ule thibitisho ambao e, siku ya juzi kati hapo, e, msanii Diamond Platnumz alipokwenda nyumbani kwake, e, nyumbani kwa mama yake kuwapatia zawadi familia nzima. Watu wakawa wanajiuliza Zuchu yuko wapi, mbona e, kama Zuchu yupo au e, yupo sawa na mama Dangote, kwa nini asiongozane na mume wake kwa ajili tu ya kuja nyumbani hapo kuwapatia wanafamilia zawadi kwa pamoja, lakini Zuchu hakuwepo baadaye msanii Diamond Platinum eh, aliamua kugawa zawadi peke yake na baadaye kupita hivi na mambo yake, lakini Zuchu hakuwepo. Lakini siku ya leo kupitia hii shughuli ambayo Diamond Platinum ameiandaa eh, basi eh, ni shughuli ambayo imewakutanisha tena Zuchu, Mama Dangote pamoja na Esmo Platinum kwa pamoja, na mpaka kufikia hatua hii Mama Dangote ameposti katika peji yake ya Snapchat akaandika, amemposti Zuchu, alafu baadaye akasema karibu mkwe wangu. Unaweza kuona Mama Dangote amekunjua nafsi yake, Mama Dangote ameweza ku kukunjua ay, moyo wake na sasa hivi Azuchu ni mkwe wake wa halali yani, anampenda na anampenda tena. Wale ambao walikuwa wakizungumza kwamba Zari the Boss Lady ataendelea kubaki katika moyo wa Mama Dangote, Mama Dangote kaamua kusahau kaamua kupotezea na sasa hivi mkwe ambaye anamkubali kwa kiasi kikubwa sana ni msanii zh Zuchu, kwani zh Zuchu ndiye mwanamke ambaye anamfaa mtoto wake, amemvumilia kwa kipindi kirefu sana. Msanii Diamond amekuwa akimkosea Zuchu, uh, msanii Diamond amekuwa akifanya mambo ya lakini Zuchu ameendelea kusimama yeye kama mwanamke wa Diamond, yeye kama mwanamke ambaye anajua kabisa hapa anatembea na superstar. Superstar lazima atatafutwa, lazima DM zitakuwa ni nyingi. Hivyo basi uvumilivu unatakiwa katika hayo mahusiano, uvumilivu unatakiwa katika hiyo ndoa. Lakini siri moja ambayo Zuchu aliwahi kuizungumza na alitupatia hiyo siri, alidai kwamba yeye binafsi, kitu ambacho kinamsababisha mpaka leo hii amedumu katika hiyo ndoa, mpaka leo hii ajatetereka katika ndoa yake ni kwamba hapendi sana muda mwingi kushika simu ya mwanaume wake, na akawa anawaasa wanawake wenzake kwamba ukitaka kudumu katika ndoa yako, basi hakikisha simu ya mwanaume wake hauishiki na ukishika, basi utakuwa unajitakia kujitakia kikubwa. Hakikisha mwanaume wako anakupenda, na kama anakupenda, basi hicho kinatosha na maisha mengine yaendelee, kwa sababu ukianza kupekenyua simu yake, lazima tu utakutana na DM za wadada, lazima tu utakutana na message za wanawake ambao wanamtongoza wengine yeye ndo anawatongoza. Mambo ni mengi sana kwa hawa wanaume zetu, hivyo basi tuwatunze eh, kwa sababu tunafahamu wapo wachache kuliko wanawake na ndiyo maana katika dini ya Kiislamu mwanaume anaoa wake wanne, kutokana na wingi, lakini pia ni taratibu za kidini. Na Zuchu aliweza kutupatia hiyo kodi kwamba tusishike simu za waume zetu. Wewe mwanamke ambaye unanisikiliza, hebu hakikisha hiyo simu ya mume wako usishike, kwa sababu ukishika, uenda ukakutana na bomu ambalo likakulipukia la machozi, ghafla ukashangaa. Basi mume wako huyo huyo ambaye unamwambia, nimekuta meseji za mtu fulani, anakuambia kama vipi, fungasha uondoke, kama Choka, eh, na baadaye yule mwanamke ambaye alikuwa anachati na mume wako anaingia katika nyumba yako, hakikisha basi, eh, huu ushauri wa Zuchu unaochukua, kwa sababu Zuchu amepata matunda makubwa sana. Mpaka leo hii amekuwa na Diamond, amefunga naye ndoa, sherehe ya harusi ndo kama hivi. Sherehe yao ya ndoa leo Zuchu amefanyiwa nyumbani kwa Mama Dangote. Tuchia maoni yako lakini pia usahau kusubscribe, kulike na notification.